Ni njia zipi sasa vijana wanaweza kazitumia ambaye hataki kuajiriwa ofisini mm. anataka akimaliza labda chuo au bado iko chuoni aanzishe mm. kitu chake, ni njia gani anaweza akaitumia? Kwanza njia kubwa ambayo nafikiri wanaweza wakaitumia vijana wengi mm. ni kwa kutumia, kwa kutumia mm hizi social networks -hmm. Lakini vilevile wanaweza wakajifunza kupitia mitandao, kwenye mitandao unajua kuna kuna kila kitu. Kila, kila, kila kitu cha msingi kwa ku, eh, mfano ukienda kwenye YouTube mm. kuna kila kitu, ukisema bwana mimi nataka nijikite kwenye masuala ya graphics mm. umeona, sitaki kwenda darasani, nataka mm. nijifunze mimi mwenyewe. Ukiingia kwenye YouTube kuna tutorial nyingi sana okay. ambazo unaweza kujifunza kuanzia introduction ngazi ya kati na hadi advanced level okay. na ukaiva kabisa. Cha msingi inahitajika tu ni ile commitment na utayari wako udediketi muda kuhakikisha kwamba nataka hichi kitu nijifunze hmm. na na malengo nacho unafika mbali. <coughs>